Namna ya kupata ujuzi. Kila mtu anaweza kupata ujuzi, haijalishi umri, elimu au hali ya maisha. Kinachohitajika ni nia, bidii na mazoezi. <coughs> Moja, kupitia elimu. Formal learning. Hii ni njia ya kawaida ya kupata ujuzi kupitia shule, vyuo au mafunzo maalum. Unajifunza kutoka kwa walimu, vitabu na mihadhara, mfano, kujifunza kompyuta, kilimo au ualimu shuleni. Elimu ni msingi wa ujuzi, lakini si mwisho wake. Pili, kupitia mazoezi. Practice. Ujuzi hauji kwa kusoma tu. Unakuja kwa kufanya mara kwa mara. Kadri unavyofanya kazi mara nyingi, ndivyo unavyokuwa mtaalamu. Mfano, Kupika kila siku kuna kufanya uwe mpishi bora. Mazoezi hujenga uzoefu na uzoefu huleta ufanisi. Tatu, kupitia kutazama na kujifunza kutoka kwa wengine. Observation and mentorship. Unaweza kupata ujuzi kwa kuangalia watu wenye uzoefu. Tafuta mtu anayejua zaidi, muulize, muangalie na ujifunze kwake. Mfano, mwanafunzi akijifunza kupanda mbegu kwa kuangalia mwalimu shambani. Mwalimu bora ni yule unayemwangalia kwa makini. Nne, kupitia kusoma vitabu na kutumia mitandao. Dunia ya leo imejaa taarifa na mafunzo mtandaoni, online learning. Unaweza kujifunza kupitia YouTube, makala au kozi za bure mfano Kujifunza kutengeneza sabuni au kutumia Excel kupitia video. Teknolojia imefungua milango ya ujuzi kwa wote. Tano, kupitia makosa. Learning from mistakes. Watu wengi wanaogopa makosa, lakini makosa ni walimu wazuri. Kila kosa unalofanya likurekebishe, lisikukatisha tamaa. Mfano, ukikosea kupika leo, kesho utapika vizuri zaidi. Makosa yakitumika vizuri huwa darasa bora zaidi. Sita, kupitia utafiti na ubunifu. Research and creativity. Uliza maswali, jaribu njia mpya na tafuta majibu. Ujuzi mpya huzaliwa kutoka kwa watu wanaothubutu kujaribu. Usiogope kuuliza maana kila swali ni mlango wa maarifa. Kwa ufupi, ujuzi haupatiwi tu darasani. Unajengwa kwa kujifunza, kufanya, kushirikiana na kujaribu. Mtu mwenye ujuzi ni yule anayeendelea kujifunza kila siku hata baada ya kuhitimu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.